Kama ulikuwa haufahamu Irani kwa sasa ndio taifa pekee linalo stressi Donald Trump. Trump amepokea jumbe nyingi nzito kutoka mataifa mbalimbali zikimsi aache mara moja kuendelea na mpango aliyopanga kuhusu Iran. Taifa la Iran limejipanga vikali kuidhibiti nchi ya Marekani. Marekani ni nchi tishia zaidi duniani kwenye masuala ya vita, iwe angani, kwenye maji, ardhini. Marekani ni taifa kubwa mno ambalo lina uwezo wa kudhibiti chochote kile ambacho kinatokea mbele. Lakini cha kushangaza, Donald Trump hadi sasa hakuna alichokiamua, na masaa yameshapita. Donald Trump alitoa masaa sabini na mbili kwa rais wa Iran akubali masharti aliyompatia, lakini hadi sasa rais wa Iran hakuna hata moja alilotekeleza. Ni zaidi na zaidi kuendelea kumtumia jumbe kupitia website mbalimbali mbali, kumkanya Donald Trump mara moja asitishe na aache mara moja kuendelea fuatilia taifa la Iran. Mataifa mbalimbali yanayomuunga Iran mkono yametangaza na kushiriki mpango wa Iran wa jihadi ya dunia nzima. Ikumbukwe Iran ni taifa dogo lenye watu wengi kweli kweli. Iran ni taifa linaloongozwa kwa misingi ya kidini. Donald Trump kuna vitu aamini kabisa kuhusu Iran. Trump anaamini Iran ni taifa linaloongoza kwa magaidi. Kinachoenda kutokea kwenye hili suala la Iran na Marekani ni vita itakayoharibu maisha ya watu wengi pamoja na mali. Iran wana teknolojia kubwa zaidi ambayo Marekani anatamani kuipata, lakini Marekani ni taifa lenye akili lina uwezo wa kukuzoofisha ukaona unachokifanya si bora, ukatamani cha kwake. Trump anachoogopa kwa sasa ni mfumo wa teknoloji aliyokuwa nayo Muiran. Iran ana uwezo wa kushambulia Marekani akiwa popote pale duniani, licha ya Marekani kutegemea nguvu Israel, lakini pia Waisraeli wanajua uwezo wa Iran ndio maana wameamua kuingiza virus kwenye mitaa mbalimbali Iran, lakini kitachoenda kutokea kama kweli mpango ukipitishwa wa Iran kushambuliwa na Israeli pamoja na Marekani, dunia itaingia kwenye sintofahamu ndani ya miezi sita hadi saba mfululizo. Nitakwambia nini kitachoenda kutokea baada ya hapa. Nitakueleza, ngoja nisubiri pia ila Iran ni taifa tishio, ibaki hivyo. Marekani ni taifa kubwa, lakini Iran ni tishio zaidi kwenye swala la vita.